Mtazamaji wa Daily News Digital, bado tuke bungeni jijini Dodoma, nazungumza na wabunge mbalimbali, hasa katika yale ambao wametekeleza katika kipindi cha miaka mitano. Niko na mbunge hapa, yeye atatueleza nini kimefanyika, yapi anatarajia na nini maoni yake kwa wananchi wake. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Patrobas Katambi mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini na naibu waziri wa kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Kwa kweli nitumie fursa hii kwanza kushukuru sana chama changu chama cha Mapinduzi, lakini pia serikali ya chama cha Mapinduzi, na vyote hivi vikiongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ndiyo e, ametu, ametuteua katika ngazi ya chama, lakini pia katika ngazi ya serikali kutu, kwa, kwa imani yake kubwa aliyokuwa nayo kwetu tumewajibika na tumeendelea kulipa imani yake katika kuhakikisha tunawahudumia Watanzania na hususan wananchi wa jimbo la Shinyanga mjini. Kwa jimbo la Shinyanga mjini kwa haraka tu nikienda, eh, katika kipindi cha miaka minne ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kiongozi na mimi mbunge, tumefanikiwa kujenga shule kumi za msingi na sekondari kwa zaidi ya shilingi bilioni 10.3 na hiyo ni pamoja na maboresho mbalimbali mbali ya madarasa, nyongeza ya madarasa, lakini pia shule zilizokuwa shikizi kuzifanya kuwa shule kamili. Lakini vivyo hivyo tumefanikiwa katika sekta ya elimu kupata shule za kimkakati, mojawapo shule ya wasichana e, pale Butengwa ambayo ni shule hizi za kisasa katika mikoa yote, nadhani mikoa minane tu katika nchi nzima ilifanikiwa, na sisi nyanga tuweza kupata yenye thamani ya shilingi bilioni tatu mpaka nne itakapokamilika katika ujenzi wake kwa usanifu ulivyo. Lakini vivyo hivyo katika eneo ya sekta ya elimu, elimu bila malipo inaendelea na tunafahamu nchi nzima Mheshimiwa Rais analipa zaidi ya shilingi bilioni ishirini na saba kwa ajili ya kuhakikisha mpango wa elimu bila malipo unafanyika kuanzia e, kindagate mpaka mpaka kidato cha sita na hivyo imeongeza sana fursa na wigo wa wananchi wa Shinyanga kusoma. Kwenye upande wa vyuo vikuu, tulikuwa hatuna vyuo vikuu pale. Tumehuisha sasa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi ambapo nimepata fedha zaidi ya dola za Kimarekani laki tano ambayo ni sawa na bilioni kumi na moja eh, kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mabweni ya wanafunzi pale kwenye chuo kikuu, lakini pia jengo la utawala ambapo watakuwa sasa wana zaidi ya wanafunzi kuanzia elfu moja na mia tano mpaka elfu tatu Lengo ni kwanza ni kutoa elimu fursa kwa wananchi, lakini itaongeza mzunguko wa fedha kwa mkoa eh, wa Shinyanga. Lakini sambamba na hilo, nimefanikiwa kushawishi kupitia TAMISEMI kupata pia eh, chuo cha serikali za mitaa ambapo kinajengwa kimeshaanza kufanya kazi pale. Tumechukua jengo la Shireku na tuliwapa milioni 190, na sasa uh, operation cost zote zinabebwa na serikali na wanafunzi wameanza kusoma zaidi ya 400, sasa wanaenda uh, kuanza kufanya. Na kwenye diploma hiyo tumefanikiwa kupata mkopo pia kwa wale wanaosoma hapo, kwa hiyo ni manufaa kwa wananchi wa Shinyanga lakini pia majirani zetu, lakini sambamba na hilo chuo kingine kipo cha uh, chuo cha sayansi na afya, cha afya na, na sayansi shiriki pale Kolandoto hospitali kupitia Africa Inland Church tunawasaidia, ili waweze e, kujenga chuo kikuu. Kwenye migogoro hali zilizokuwepo tumeimaliza, na sasa tuna ahadi kwamba nitawatengenezea rami mpaka pale hospitali e, ya, ya ya Kolandoto ambayo chini ya Africa Inland Church, lakini ni district designated hospital. Na pia kwenye hiyo hiyo sekta ya elimu tuna chuo cha e, maendeleo ya jamii FDC kilikuwa kiko hoi. Sasa tumekarabati kutoka kwa pesa alimpata kutoka mheshimiwa Samia, eh, milioni mia sita hamsini kupitia budget tuliingiza na tumefanikiwa, maanake wanafunzi wanaweza wakaendelea na masomo mpaka ninavyosema sasa. Lakini pia VETA iko pale na tumeendelea kuboresha mafunzo, na kwa awamu ya kwanza nilifanya ushawishi wa kupata wanafunzi mia tano wa Shinyanga walisoma bure kupitia ofisi ya waziri mkuu. Hatua ya pili walisoma watu wanafunzi mia tatu bure, na sasa hatua ya tatu ambayo tuna wanafunzi mia tatu na hamsini tena wanasoma bure kwenye vyuo vya kuna eh, chuo kimoja pale cha forest ambapo wanasoma masuala ya eh, ukarimu na masuala ya hoteli ambapo ni wanafunzi hawa ni wametoka kwenye kata zetu pale Shinyanga kwa ajili ya kuwasomesha, na maeneo mengine nchi nzima pia tume, tumejaribu ku, kupeleka watu. Lakini hususan mimi pale nisema wanafunzi hawa wapate kwa ukichukua kama mchango wangu kwa wananchi wa Shinyanga ni wanafunzi e, utaona kwamba zaidi ya elfu moja na, na, na kitu ambao wamesoma kupitia mkono wangu na ushawishi ili waweze kupata elimu ya ufundi, elimu ya amali, e, ukarimu na kadhalika na no, wamepata kazi kwenye maeneo mbalimbali lakini pia uh, kwenye eneo hilo tumejitahidi kutafuta ajira za wananchi wangu pale Shinyanga. Wapo waliopata ajira za ualimu, wapo waliopata ajira za udaktari na fursa nyingine ambazo zimetokea. Tumekuwa tukiwapeleka kwenye miradi ya maendeleo pia, kwa sababu watu wako wakiomba eh, kwenye, kwenye, kwenye ajira. Hatutaki mazingira upendeleo, lakini tunawaweka kuwa washindani na kuwaeleza namna gani ya kuweza kushindana na kupata fursa hizo. Kwa hiyo wengine walikosa wengine wamepata, na ni hatua tunaendelea kuhakikisha wanapata ajira kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere wapo waliopata, Watanzania kwa ujumla, wanashinyanga wakiwepo kwenye mradi wa SGR ambao umeajiri zaidi, wamepata lakini pia kwenye e, bomba la mafuta, wapo wanashinyanga wanafanya kazi kule. Kwa hiyo hii ni mapinduzi makubwa ya kuhakikisha kwamba vijana wetu pia wa Shinyanga tunawapa wa fursa. Lakini pia kwenye michezo nilianzisha ligi yenye thamani ya shilingi milioni sita katika kuiendesha na gharama zake zote lakini kwa mshindi wa kwanza ilikuwa milioni sita wa pili alipata milioni tatu na kadhalika. Iliisha ligi hiyo, na ilisaidia kuibua vipaji vya vijana. Na ilivyoisha hiyo ligi ilikuwa ya jumla, nikaanzisha ligi ya under 17 ambayo nayo pia e, vijana wamecheza hivi juzi na wamemaliza, e, kuweza kuhakikisha kwamba tunawaandaa vijana kwenye vipaji pia na vipawa kwenye wasanii pia tuna na mkono wa mbunge kule mm -hmm. Nimeendelea kuwafadhili na kuwasaidia kwenye shughuli zao mbalimbali mm -hmm. Lakini pia kwenye sekta nyingine ni baada ya elimu na michezo, nieleze sekta ya miundombinu mm -hmm. Tumejenga miundombinu yote ambayo ilikuwa inaombewa kura tangu uhuru iliyokuwa imeshindikana katika kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan na mimi mbunge wao. Tumejenga madaraja yaliyokuwa korofi yote. Daraja la Buzogole pale kwenda Uzogole kwenda e, Bugwa Ndege zaidi ya shilingi milioni mia nne na sabini. Lakini pia kuna daraja jingine pale la e, kata ya Chamaguha kwenda kata ya Kitangiri e, maana linaitwa Waliangula nalo kwa thamani ya shilingi milioni mia nne kumi na nane. Tumejenga daraja jingine linalounganisha kata ya Kambarage na Ndala, na, na, na mm-hmm, e, lenyewe lina zaidi ya shilingi milioni mia moja na karibia na ishirini hivi. Tumejenga daraja jingine Mwawaza ambayo yote kwenye maeneo yale korofi. Tumejenga tumejenga hapa e, Upongoji daraja dogo la kivuko na tutaunganisha kuwa daraja kubwa, thamani ya shilingi milioni mia moja. Tumeweka milioni mia moja nyingine kwenye daraja la kutoa pale Masekelo kwenda Ibinzamata. Lakini pia kwenye sekta ya miundombinu kuna hospitali yetu ya rufaa ambayo kwa kipindi kirefu tume, tume, tume, tume, tume, tume, tumefanya katika kipindi changu, lakini kulikuwa na changamoto ya barabara kwa sababu lami inaishia njiani kutoka Ndala Masekelo mwisho wa lami kwenda Mwawaza. Ile lami tayari tumeshapata fedha na tunaenda kujenga kwa kiwango cha lami, tumeshatangaza tenda tuko kwenye kupata wakandarasi. Akipatikana mkandarasi bora, tuanze kuijenga ile rami, itachukua zaidi ya shilingi kama bilioni nadhani, kama bilioni mbili tatu, lakini mpaka usanifu wake ukamilike ni kama bilioni saba. Lakini pia <coughs> nime, nimefanya kazi ya kuunganisha maeneo mengine, kuweka vivuko, karavati, urudi Shinyanga kwenda Mwawaza eh, kwenda mpaka Mwawaza na yenyewe tumeunganisha hiyo barabara na tumeweka daraja pale la milioni 420 daraja la Ngongo kwenda kutoka Udishinyanga kwenda kata ya Mwamalili kwa thamani ya shilingi milioni 320 na, na, na ishirini na lenyewe tumekwisha lijenga limekamilika kuna madaraja mengine e, pacha, huku, Kitangili, tumeyajenga nayo pia ya, ya mfuko wa mbunge ya milioni mia moja, mia moja Mwenge ulizindua yanafanya kazi kuna daraja moja jingine e, upande mawili tuseme na matatu madogo yako yalikuwa anaunganisha wananchi wa Mwamalili kule Bushora, alikuwa hawawezi kuja mjini mpaka wazunguke Udishinyanga. Sasa anaweza kutoka Bushora akaja Ndembezi kwa urahisi zaidi akavuka kwa zaidi ya daraja la shilingi milioni mia nne thelathini na tatu na mengine ya milioni mia moja yapo pale. Kwa hiyo naongea, tumeifungua kumetengenezwa urahisi mkubwa. Machinjio ya kisasa tumemaliza ya milioni mia, milioni, e, ilikuwa inachukua milioni bilioni sita hivi inafanya kazi, lakini tunataka kuiongeza capacity uwanja wa ndege sasa, bilioni mia moja, bilioni tisa. Jenga, wa kisasa bilioni 49 tumeshajenga lakini utafika bilioni hamsini na tatu. Na Mheshimiwa Rais atatua ameshauzindua waziri mkuu na mimi niruka na ndege ya kwanza kabisa. Unafanya kazi, ulikuwa muda mrefu haufanyi kazi, lakini pia tunamalizia jengo la abiria tu, lakini sasa runway iko vizuri, taa zimefika, ndege zitatua hadi usiku pale. Kwenye miundombinu pia <clears throat> kuna maeneo mengine ya miundombinu ya kibiashara kwa mfano, masoko tuna soko la mbogamboga pale la kinamama tulijenga kwa zaidi ya shilingi milioni mia moja. Tumejenga soko jingine Ngokoro pale la watu wauza mitumba, e, milioni mia sita. Tumejenga jingine milioni mia sita na ishirini hapa Ibinzamata kwa ajili ya wajasiriamali mbalimbali ambao walikuwa wanapata changamoto kujihifadhi kwa ajili ya kukwepa jua, mvua lakini pia ile hali ya biashara tumekwisha kujenga. Lakini tumeendelea pia kujenga maeneo maalum ya kupumzikia viunga kalogo, lakini pia maeneo ya NBC pale tumeboresha na tumeweka pavement kama hapa bungeni unavyoona hali ilivyo ilivyoko. Tumeboresha sana kwa kiwango kikubwa na hali ni nzuri sana kwa mkoa wa Shinyanga, kwa zaidi ya shilingi milioni 300 ilitumika kuweza kufanya maboresho ya mazingira, lakini pia tuna vibao vyetu vya kuzuia utupaji taka ovyo na ndio maana tumekuwa manis, halmashauri ya manispaa ya kwanza kwa usafi mwaka wa jana 2024 2025, tumekuwa wa 2023 24, tumekuwa wa pili kwa usafi 24 25, na tumekuwa wa pili kwa kigezo kidogo tu kitaifa, kwa kigezo kidogo tu ambacho kimsingi ilikuwa ishafanyiwa marekebisho mpaka wale wataalamu wanakuja kuja kufanya, e, e, kuja kufanya ile assessment walikuta sisi tayari tumekwisha kufanya marekebisho, lakini wakachelewa kuingiza kwenye ripoti. Kwa namba yetu moja tunaidai na bado tuko pale kwa ajili ya usafi. Tumeendelea kuwa wasafi, ni kama unavyoniona, mbunge wao msafi, maembo yako vizuri, na ni usafi wa kuanzia kichwani mpaka kwenye mwili na mazingira. Wananchi wetu hataki magonjwa ya milipuko yawepo, lakini